Zaidi ya watu milioni 14 duniani kote wako katika hatari ya kufariki dunia kufikia mwaka 2030, kufuatia uamuzi wa Marekani chini ya utawala wa Rais Donald Trump kupunguza msaada wa kibinadamu kwa nchi zinazoendelea. Takwimu hizi zimetolewa katika utafiti mpya uliotangazwa leo na jarida la tiba la Lancet, likionyesha hali ya kutisha inayoikumba sekta ya misaada ya kimataifa. Kati ya watu wanaotajwa kuwa hatarini, theluthi moja ni watoto wadogo jambo linalozua hofu kubwa kwa mustakabali wa kizazi kijacho katika nchi masikini. Utafiti huo wa kimataifa unaonyesha kuwa kati ya mwaka 2001 hadi 2021, ufadhili wa Shirika la Maendeleo la Marekani USAID ulisaidia kuzuia vifo vya watu milioni 91 katika mataifa yanayoendelea. Hata hivyo, hali hiyo imebadilika kufuatia hatua ya Trump kurejea madarakani mwezi Januari na kupunguza kwa kiasi kikubwa mgao wa misaada. Kabla ya hatua hiyo, USAID ilikuwa ikichangia zaidi ya asilimia 40 ya misaada ya kibinadamu duniani kote. Utafiti huo umetolewa wakati viongozi wa kimataifa na wadau wa sekta binafsi wakikutana nchini Hispania kwa ajili ya kujadili njia za kuimarisha misaada ya kimataifa, huku akikabiliana na changamoto za kupungua kwa rasilimali na kuongezeka kwa mahitaji ya kibinadamu.